Asubuhi ya leo Ijumaa, Juni 20 mwaka 2025, Irani ilirusha kombora moja la masafa marefu lililotua katika kitongoji cha makazi katika mji wa Beersheba, kusini mwa Israel. Kombora hilo lilianguka karibu na majengo ya ghorofa, na likisababisha uharibifu mkubwa wa mali na kujeruhi watu watano. Kulingana na afisa mmoja wa jeshi la Israel aliyenukuliwa na vyombo vya habari vya ndani, kombora hilo halikukingwa na mifumo ya ulinzi wa anga, hali iliyowashtua wakazi pamoja na wachambuzi wa usalama wa kitaifa, kwa mujibu wa taarifa za awali zilizochapishwa na The Guardian na Reuters. Irani haijatoa tamko rasmi kuhusu shambulio hilo, lakini vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kwa mashambulizi hayo dhidi ya Israel ni kisasi kwa mashambulizi ya kijeshi ya Israel yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Iran wiki iliyopita. Uhusiano kati ya mataifa hayo mawili tayari ulikuwa umefikia kiwango cha hatari zaidi, hasa baada ya Iran kushambulia hospitali ya Soroka mjini Beersheba hapo jana, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya watu ishirini kujeruhiwa na kuathiri huduma za afya kwa maelfu ya wakazi. Wakazi wa Beersheba wameripoti hali ya taharuki na wasiwasi wasi mkubwa kufuatia shambulio hilo, huku video zilizopakiwa mtandaoni zinaonyesha moshi mzito ukipanda ngani, huku magari kadhaa yakiungua. Vikosi vya zima moto, ambulensi na polisi walifika kwa haraka eneo la tukio kutoa msaada wa dharura. Majengo ya makazi karibu na eneo la mlipuko yaliharibika vibaya, madirisha kuvunjika, milango kung'oka na baadhi ya wakazi wakikimbia kwa hofu. Majeruhi wote walikimbizwa katika hospitali hiyo ya Soroka na waliripotiwa kuwa katika hali dhabiti. Wataalamu wa ulinzi wa anga wameeleza kuwa huenda kombora hilo lilikuwa na teknolojia ya hali ya juu, likiwa na muundo wa low radar signature unaokwepa kugunduliwa kirahisi na rada za Israel. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel unaojumuisha Iron Dome, David Sling na Arrow hakuweza kuzuia kombora hilo, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano teknolojia hiyo kukabiliana na vitisho kutoka Irani. Katika taarifa ya awali msemaji wa jeshi la ulinzi ya Israel alieleza kuwa jeshi linachunguza kwa kina aina ya kombora ambalo limetumika na linaandaa hatua za kijeshi za kujibu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, katika mkutano mfupi na waandishi wa habari, alisema kuwa Israel haitakubali mashambulizi ya aina hii bila kuchukua hatua kali. Alisitiza kuwa mashambulizi ya kujibu dhidi ya vikwazo vya makombora vya Irani yataimarishwa mara moja. Wakati hayo yakitokea, mji wa Jeneva Uswizi umegubikwa na shughuli za kidiplomasia. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Irani, Ufaransa, Ujerumani na Umoja falme Arabu, wa falme za Kiarabu wamekutana kwa mazungumzo ya dharura yanayolenga kupunguza mzozo huu unaoendelea kupamba moto. Mkutano huu unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya pia unalenga kufufua mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani ambao yamesimama tangu mwaka huu. Mashambulizi hayo yameongeza shinikizo kwa Marekani ambayo hadi sasa imekuwa ikichukua msimamo wa tahadhari. Hata hivyo, wachambuzi wa usalama wanasema kuwa huenda Marekani ikalazimika kuingilia kati endapo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi. Pentagoni tayari imetangaza kuwa manowari na ndege za kivita za Marekani zipo katika bahari ya Mediterania zikiwa kwenye hali ya tahadhari kusubiri maelekezo zaidi. Kwa sasa, wakazi wa Beersheba wanaishi kwa hofu huku ving'ora vya tahadhari vikiendelea kulia kila baada ya muda mfupi. Mashirika ya misaada kama Magen David Adom imeendelea kutoa huduma za dharura kwa walioathirika wa na kuhamasisha umma kuzingatia maagizo ya usalama yanayotolewa na mamlaka.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

kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia. Kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.